Nimepewa dhamana na Mheshimiwa Rais kama waziri wa nchi katika ofisi yake inayoshughulikia maendeleo ya vijana kwa kuangalia wingi wa vijana katika nchi ya Tanzania. Mheshimiwa Rais ilimpendeza kuunda wizara maalum itakayoshughulikia masuala ya maendeleo ya vijana. Wizara hii ni ya yake, ya kwanza ni kuipa sauti watu ambao ni vijana katika taifa letu, wawe na nafasi ya kuzungumza wawe na nafasi ya kutoa maoni, wawe na nafasi ya kushauri, wawe na nafasi ya kurekebisha. Ndio maana mimi tangu niteuliwe sijawahi kukaa ofisini, nimekuwa nikifanya mikutano masokoni, nimefanya mikutano stendi, nimefanya mikutano kwenye vijiwe. Kila nilipopita, niliwaambia msiniletee watu ukumbini au ofisini, nataka nikazungumza na vijana wenzangu mitaani, na huko nimejifunza mambo mengi sana ambayo yamenisaidia na yanaendelea ya kunisaidia lakini jambo la pili, Mheshimiwa Rais anataka mambo yanayohusiana na vijana katika nchi hii yapewe kipaumbele. Vijana ndio wengi, wana changamoto nyingi, wanazo changamoto za ajira, wanazo changamoto za mitaji. Anataka tunapopanga mipango ya kiserikali, na sasa hivi tutakuwa tunaelekea kwenye bajeti muda mfupi ujao, tunataka vijana masuala yao yazingatiwe na kupewa kipaumbele kikubwa sana, na jambo hilo litafanyika kupitia ofisi ambayo amenipatia lakini jambo la mwisho ambalo ningependa kuasisitiza ndugu zangu, kuhusiana na kile ambacho mheshimiwa Rais amekifanya hasa katika upande wa vijana, anakusudia na ndiyo dhamira yake, asiwepo mtendaji wowote wa ngazi yoyote, aidha ya mkoa au ya wilaya au ya kata, ambaye atakuwa kikwazo inapofika swala la maendeleo ya vijana, na hili tumelisema kila ambako tumepita mambo yote yanayohusiana na vijana, watendaji wa serikali wayape kipaumbele wa, kwa sababu ndio dhamira ya mheshimiwa rais kuwahudumia vijana wa taifa hili. Shukrani kwa mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, rais Pepe, ambaye aliwafikiria vijana na akaandaa wizara ya vijana, wizara tumepata kusemea vijana tunashawishiwa na baadhi ya wanasiasa wasiokuwa na ma ma mapenzi mazuri na nchi wala kuwa nacho kibata hivi kweli. Kwa hiyo sasa nikuombe mheshimiwa waziri, dua ziwe nyingi sana kwako, uzunguke ima, zara, njihi, lusuma, kutubu, na woda, na imani kwa hii wizara kwa sababu imepatikana. Hakuna atakayechokozeka nchi hii kuhakikishie, hakuna atakayechokozeka kwa sababu ya elimu. Ilikuwa hatuna tulikuwa tunakaa vijiweni kama alivyosema kiongozi alitoka hapa tuna polisi tu wanaboda kukamatwa